kipya cha mambo ya mtaji wa biashara. Hiki ni kipindi ambacho kitakuwa kimetangazwa kila siku ya Jumatano saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa kwenye kipindi chetu cha leo cha mtaji wa biashara, tutazungumzia mtaji unaoweza kutumika kuanzisha biashara ya saluni. Kuna mdau mmoja aliniuliza kama yeye ana, anasema yeye kuwa ana shilingi milioni mbili. Sasa alitaka kufahamu kama milioni mbili zinatosha kuanzisha e, biashara ya saluni. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza jinsi nilivyomjibu huyo mdau, iwapo shilingi milioni mbili zinatosha kuanzisha biashara ya saluni. Sasa uki chunguza au ukiangalia kutokana na mazungumzo yangu ambayo huwa naongea kuhusu mambo ya mtaji kupitia televisheni na hata kupitia video zangu, ni kuwa kuna vigezo vinavyotumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kwa hiyo ni muhimu uvifahamu hivyo vigezo, ili hata wewe mwenyewe tu unaweza ukakaa na kuanza kufanya makadirio ya mtaji wako kwa kutumia hivyo vigezo. Sasa kuna vigezo kama vinne <coughs> kwa upande huu ambao tunaozungumzia wa biashara ya saluni. Kwanza, kuna gharama zinazohitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara ya saluni. Pili, kuna gharama zinazohitajika kwa ajili ya kuendesha biashara ya saluni. Tatu, kuna gharama zinazohitajika kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya biashara ya saluni na nne ni gharama ambazo zinahitajika kwa kununua vitu kama madawa na bidhaa mbalimbali zinazohusika na saluni. Kwa mfano, kuna mambo kama ya nywele, kuna kucha, sijui kuna poda, kuna vipodozi na vitu kama hivyo. Kwa sasa haya mambo manne ni muhimu wakati unafanya makadirio ya mtaji wa biashara ya saluni. Naona tupumzike kidogo, alafu tutaendelea na kipindi chetu. Mtaji wa biashara, mtaji wa biashara. Sasa ukisha tafakari hivyo vigezo vinne vya kukadiria mtaji wa biashara, sasa kingine kinachofuata ni matakwa sasa ya mtu anayeanzisha saluni kwa sababu mimi naweza nikawa na matakwa tofauti kuhusiana na saluni ambayo nataka kuanzisha na wewe unaweza ukawa na matakwa tofauti kuhusiana na saluni utakayoanzisha. Kwa hiyo matakwa ya mwekezaji au anayeanzisha saluni yanaweza pia yakasababisha mtaji uwe mkubwa au uwe mdogo. Sasa kuna matakwa namna gani? Kwa mfano kwenye swala la sehemu utakayofanyia biashara ya saluni kuna mwingine anaweza kataka sehemu ambayo ni ya gharama kubwa, kwa maana kuwa labda chumba kikubwa au anaenda kuanzisha saluni eneo ambapo kodi za chumba ni kubwa. Sasa hiyo inaweza ikasababisha mtaji uwe mkubwa. Takwa lingine ni kwenye upande wa kuendesha biashara ya saluni. Sasa unaweza kukuta mwingine akataka labda awe na wafanyakazi watatu au wanne na pengine mishahara atakayowalipa ikawa midogo au mikubwa eh, lakini gharama za kulipa vitu kama umeme na vitu kama hivyo vinavyohusiana na kuendesha saluni, hivyo vyote vinaweza vikafanya makisio ya mtaji yawe makubwa au madogo. Kwa hiyo gharama zinazohusiana na kuendesha saluni inategemea na nawe unataka kufanya nini. Kitu kingine ni vifaa vifaa vya saluni, kuna haya madraya, yani yale makofia ambayo yanakausha nywele na vitu kama hivyo, lakini kuna mashine mbalimbali, kuna za mambo ya uso, kusafisha uso, kuna vifaa vya mambo ya, ya kucha, yani kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinahitajika kwa ajili ya saluni. Sasa swala msingi ni wewe unataka vifaa vya aina gani na vya pengine hata brandi gani. Kwa hiyo, sasa hiyo yote inaweza ikasababisha bei au au e, makisio ya mtaji yakawa makubwa au madogo na na mwisho ni swala la kununua e, madawa na vifaa mbalimbali sasa kuna kwenye kununua mwingine anaweza kataka nywele za aina gani sijui kuna kutaka sijui kucha za namna gani sijui vipodozi vya kwa hiyo hiyo nayo pia inaweza ikasababisha e, mtaji uwe mkubwa au mdogo wa kuendesha biashara. Kwa sasa kwa ujumla ni kuwa unapofanya makadirio ya mtaji wa biashara ya saluni kuna mambo mawili ya kutafakari au kuna vigezo viwili vya kutafakari. Kwanza ni vile vigezo vinne ambavyo nimekwisha kukuambia, lakini pili ni wewe sasa, matakwa yako, unahitaji nini, nayo pia kuangalia. Sasa ukiunganisha hivi vitu viwili ndio unapokuja sasa unapata sasa eh, makisio sahihi ya mtaji wa biashara ya sauni. Na kwenye mazungumzo yetu ya leo tunajaribu kuangalia, mdau ameniuliza, ana milioni mbili, je, zinatosha kuanzisha biashara ya sauni? Sasa mimi nitakueleza kama zinatosha au hazitoshi kutokana na mimi lakini ninavyokadiria. Kwa hiyo jitayarishe ni kuelezee jinsi mimi nitakavyofanya makadirio ili tuweze kuona milioni mbili zinatosha au hazitoshi mtaji wa biashara. mtaji wa biashara, sasa tuangalie makadirio yangu ambayo nimeyafanya kuhusiana na biashara ya sauni. Nikiangalia kama nina milioni mbili, je, yes, zitatosha hazitoshi? Kwenye kuanzisha sauni, maana tunaanza na gharama za kuanzisha sauni. Kuna swala zima la eh, malipo yanayohusiana na kuanzisha sauni, na moja hapo ni usajili, usajili na kupata leseni. Sasa hapa nimejaribu kuweka kwenye usajili, pesa sio nyingi kama hasa ukiamua kusajili jina la biashara ni kama shilingi elfu thelathini hivi, unakwenda BRELA kule unasajili, una kwa hiyo hapo sidhani kama kuna gharama kubwa sana, ila sasa kwenye jambo la pili ambapo kidogo lina gharama ni kwenye leseni ya biashara, kwa sababu ukishasajili biashara kule BRELA kinachofuatia unakwenda TRA. TRA kule wanakufanyia yani, wanakuhoji na kuona hiyo biashara yako ya saluni iko namna gani. Na baada hapo watakupa tini namba. Tini namba ni ya muhimu sana kwa sababu mambo yako yote yanahusiana na kodi yatakuwa yanafanyika kwa kupitia hiyo tini namba. Na wakisharidhika, kwa sababu sasa utafanya hata wewe makadiri yako ya kodi utalipa namna gani, mapato yako atakavyokuwa. Kwa hiyo mwisho utakuwa umewaambia kama mambo yatakwenda vizuri, mataraji yako, utalipa kodi kiasi fulani. Sasa wakiridhika kwa wewe uko tayari ku- kulipa kodi kwa hiyo watakupa kitu kinaitwa tax clearance certificate. Hii tax clearance certificate ndio utakayochukua kuna nayo kwenye halmashauri ya mji au ya wilaya, kwa ajili ya kupata leseni. Sasa kwenye leseni, baada ya mahojiano mafupi, watakupa leseni. Lakini sasa, gharama yake ni laki mbili ya kawaida. Sasa inawezekana ikawa kubwa zaidi na kitu, lakini mimi nachukulia kwanza laki mbili leseni ya kawaida kwa sasa. Hapo kuna laki mbili za leseni ya biashara. Sasa kingine baada ya leseni ya biashara ambayo ni laki mbili, kinachofuata ni pale mahali pa saluni utakapofanya biashara. Sasa inabidi ukodi eh, kama ni chumba au fremu utakapofanyia biashara ya saluni. Sasa hapa mimi nimeweka makadirio ya laki moja na nusu. Sasa hapo ni laki moja na nusu eh, kwa maana ya kuwa nimechukulia kwa chini kabisa kwa hii ni saluni ya chini sio zile kubwa kubwa kwa hiyo unaweza ukawa na chumba kama cha shilingi elfu hamsini sasa kwa miezi mitatu inakuja laki moja na, na nusu kwa hiyo hiyo ni gharama ya ya ya pale ambapo utakapokuwa unafanyia eh, biashara yako yaani saluni laki moja na nusu sasa kingine ni swala la madawa na vifaa mbalimbali Eh, madawa na bidhaa, sio vifaa, bidhaa. Kwa hiyo kama mambo ya nywele, sijui vipodozi vitakavyotumika, eh, mambo ya kucha, sijui nini, vitu kama hivyo, hizo ni bidhaa mbalimbali za saluni. Sasa hapa nimeweka makisio ya bidhaa na, na madawa ya saluni nimeweka laki tano kwa hiyo tunakwenda tunakwenda polepole pole, kwenye ku, kuona kama milioni mbili zitatosha. Sasa kingine kinachofuata ni gharama za vifaa. Sasa hapa hapa ndo kwenye gharama kubwa sana, kwa sababu kununua yale makofia sijui mashida mashida za kusafisha uso sijui, sasa hivi tunavita ni vifaa, na hii ndio saluni yenyewe iliko hapo. Kwa hiyo nimeweka milioni moja kwa ajili ya vifaa mbalimbali vitakavyohitajika kwa ajili ya saluni. Kwa hiyo tunaendelea na makisio yetu. Baada ya hapo sasa tunakwenda kwenye mambo ya kuendesha saluni, kuna vitu kama gharama za umeme, maji na kadhalika. Kwa hiyo sasa nime, nimeweka hapo elfu hamsini. Lakini pia tusisahau, kuna wafanyakazi utaajiri wafanyakazi, kina dada wale ambao watakuwa wanahudumia wateja ambapo hapo nimeweka kwa wafanyakazi nimeweka laki tatu. Sasa ukijumuisha hayo mambo yote, makisio yangu niliyoyafanya, inakuja milioni mbili na laki moja. Sasa milioni mbili na laki moja hii ni kwangu mimi, lakini na uhakika kwa yule mdao aliyeniuliza, kuna mahali anaweza akafinyafinya ikafika milioni mbili au anaweza akafumba macho akasema okay, milioni mbili ngoja niongeze laki moja kwao. Kwa kifupi milioni mbili zinatosha kuanzisha saluni, lakini saluni ya ngazi ya chini. Ehe bana, usije kusema oh, bwana mwangu bwana, mimi na milioni mbili hazikutosha. Eh, inategemea sasa. Kama ni biashara ya saluni ya hali ya kawaida kabisa ya chini, milioni mbili zinatosha. Kwa hiyo kwa yule mdau nilimwambia zinatosha, kwa hiyo ajipange kuanzisha biashara ya saluni. Naona nimeongea maongea na ona, ni kutosha kama nilivyosema. Labda nirudie tena, hiki ni kipindi kipya, kipindi ambacho kinaitwa Mtaji wa Biashara, na kitakuwa kinatangazwa kila siku ya Jumatano saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kuelewa mambo kuhusiana na mtaji wa biashara, basi siku ya Jumatano ndio siku yao. Naona tuishie hapo, nawatakia siku njema. Mimi ni mtangazaji wa kipindi ali Mwambola asanteni sana. Mtaji wa biashara. Mtaji wa biashara.